Karibu ni kuchambulia tukio la padri Mico Watenga ambaye aliingia klabu na kuongoza ibada, jambo lisilo la kikawaida. Nitaenda kudadafulia eh, kwa kina ni kwa nini aliingia huko. Je, kuna athari zipi baada ya kuingia huko klabu? Napozungumzia klabu, ni sehemu ya watu ambao wanaenda eh, kupoa, maybe kushangilia, eh, kupop na wana, yani kunywa bia na vitu kama hivyo, yani kulewa, in short So eh, huko eh, 254 kwa majira zetu Kenya, majira ya yeah, siku ya Jumapili ilisemekana moja kati ya uh, klabu moja huko Kenya aliweza kuzuria padri ambaye anajulikana kwa jina la Michael Watenga ambaye ameweza kuteka hele sana katika mitandao na pages mbalimbali mbali za kijamii uh, zikimuonesha akiwa ndani ya klabu, eh, eh, kwenda kufanya ibada pamoja na vijana. So video hizo zimekuwa zikitrend sana katika peji na mitandao mbalimbali ya kijamii kwa kasi sana. Nilikuwa naangalia Instagram iko trending hivi sasa. Yaani, na dhidi clip hizo pamoja na videos eh, na picha zake zinazidi kujongea kwa kasi sana zikiashiria trending yake tena kwa kubwa sana eh, kwa hizi siku mbili tatu zijazo. So uchambuzi wetu kile ni kwamba Padre kuingia nightclub huko Kenya ambapo katika picha hiyo jinsi tunavyoweza kuona mazingira ya picha kutokana na picha ambao unaziona zina display hapa katika hii video eh, kulikuwa kuna jukwaa lenye taa kali za rangi eh, ya bluu eh, kijani pamoja na nyekundu, kitu cha kawaida eh, kwenye, la, eh, kwenye night clubs kwa, kwa maana ya vilabu hivi vya pombe kukuta taa za rangi rangi ni kitu cha kawaida sana, lakini pia eh, mtu aliyevaa rasmi eh, kipadri na yuko katikati ya mikutano akiwa katikati ya mtindo wa sala pembeni, e, kuna vijana waliovaa mavazi ya kawaida ya burudani. Ina ishara ya mjumuisho wa shughuli za kijamii na kiroho. Picha inaonekana kutokana kwenye posti ya kituo cha burudani cha mtandaoni kilichoandika Padre Ngia Night Club, Kenya kuongoza ibada hii. Inaonyesha tukio hili lilojengwa na kuleta ibada sala, au baraka ndani ya klabu kitu ambacho mara chache hutokea, mara nyingi huibua mjadala mkubwa sana. Je, ni nani ama nini kinaweza kuwa kilitokea? Uchambuzi wa historia na kijamii: kwa miaka ya hivi karibuni, Kenya imekuwa na matukio kadhaa ambapo eh, mapadri au wachungaji huingia maeneo yasiyo ya kidini kama ba klabu, matatu, terminals na kadhalika. Lengo huwa ni kuwafikia vijana mahali e, walipo badala ya kusubiri makanisani. Kwa hiyo tukiwa kama hili linaweza kuwa sehemu ya huduma ya kuleta injili mtaani, yani tunasema Outreach Ministry. Baadhi ya makanisa hutuma viongozi e, wake kwenye sehemu ambazo vijana hukusanyika ili kufanya sala fupi, eh, maombi ya amani, mahubiri ya kuhamasisha maisha mazuri, kuepuka madawa ya kulevya na kadhalika, tukio lililoandaliwa na klabu yenyewe. Wakati wengine klabu hupanga Holy Friday Gospel Night Blessing Night, kama njia ya kuvutia watu wengi, ambapo mwana eh, mapadri na wachungaji wanaambiwa kufungua eh, kufungua kwa sala ambapo baadaye muziki wa kawaida au gospel club mix, mix inaendelea. Lakini baadaye muziki wa kawaida au gospel eh, club unaendelea, kiki promo ya mitandaoni ya kijamii, kwa sababu vitu kama hivi hupata views wengi na mijadala haraka sana. Mm, baadhi ya content creators kwa maana ya waunda mauzui wa mitandaoni kwa Kenya huandaa matukio ya kushangaza ili kupata umaarufu, vichekesho, takwimu kubwa za kufuatiliwa. Hivyo tukio linaweza kuwa la kweli kabisa au la kupangwa kwa ajili ya viral content, yani content ili ifike mbali, ifikie watazamaji wengi sana. Mara nyingi hufanya vitu kama hivi. Historia ya mambo kama haya huko nchini Kenya, hili sio jambo jipya sana. Kenya imewahi kuwa na wachungaji wanaoingia ba eh, kuhubiri mapadri e, bila e, kutambulika, aliyewahi kufanya baraza la maombi klabu ya Nairobi mwaka uliopita. Tukio hilo lilivuma sana huko TikTok. Wanamuziki wa Kikristo wanaopewa nafasi klabu kuimba wimbo mmoja wa maombi kabla ya show. Kwa hiyo tukio e, kwenye picha linaendelea na mwenendo wa face meet street culture unaongezeka nchini Kenya, lakini e, katika hili tukio limeonyesha e, padri huyu ambaye anaitwa Michael Watenga e, limevuma kwa kasi sana lakini, uchambuzi kuhusiana na tukio hilo ni kwamba padri kuingia night club kuongeza kuongoza baada ni tukio lisilo la kawaida, na kwa Afrika Mashariki, mara nyingi huibua mjadala mkubwa hapa nchini. Uchambuzi wa hali halisi, mantiki, sababu ya athari na maswali e, ya koje kuhusiana na hilo tukio Tukizungumzia katika upande wa mazingira ya tukio kutokana na hichi ambacho kinaendelea mpaka sasa, padri yuko jukwani e, akiwa amevaa e, e, yes za ibada, yani vazi jeupe e, pamoja na stole ya kijani, taa za bluu e, na kali za rangi mbalimbali, mbali mwonekano wa burudani. Pembeni wapo vijana wa kawaida wakionekana kama wakishiriki tukio hili andishi ambayo yamekuwa yakipewa caption katika hizi picha pamoja na clips ambazo zimetembea katika mitandao mbalimbali ya kijamii, Padri aingia net club Kenya kuongoza ibada hii. Inaonesha kuwa tukio li, lilitangazwa kama ibada sala maalum ya net club. Sababu zinazoweza kumfanya padri kuingia klabu ni zipi? Sababu ya kwanza ni Youth Outreach Ministry, huduma kwa vijana walioko mitaani Jambo hili sio jipya of course. Katika miaka ya hivi karibuni makanisa mengi Afrika Mashariki ikiwemo Kenya yameanza kuwafuata vijana waliopo e, walipo huko mitaani, badala ya kusubiri waje makanisani. Hii, hii kwa kitaalamu huitwa outreach ministry. Inaweza kuwa ni sala fupi ya kufunga usiku, baraka kwa vijana, kutumia ujumbe wa kuepuka dawa za kulevya, ulevu wa kupindukia, tukio la klabu lenye Gospel Night Holy Friday. Baadhi ya clubs, huwa zinaandaa club night, blessing night, club worship experience, na e, kuwaalika mapadri au wachungaji kutoa sala ya ufunguzi. E, lakini tukio la maadili, e, kutaka kuonyesha kuwa dini haiko mbali na jamii. Wazo hili inaanzishwa na kauli kwamba Yesu alikaa na watoza ushuru na washirati. Hivyo kuongoza e, kiongozi wa dini kuingia kabu onekana kama kuonyesha unyenyekevu kufikia watu jamii ya kidini kufikisha Injili, viral content, kiki ya mitandaoni kwa Wakenya na Watanzania. Mara nyingi matukio kama haya hupata kipaumbele sana katika habari eh, za entertainment kwa maana ya burudani, pale pindi ambapo inachapishwa katika mbali mbali ya jamii. Lakini athari ya tukio hili ni ipi katika jamii eh? Tukianza na athari chanya, kwa maana ya positive, vijana wanaweza kusogea eh, karibu na dini, njia ambayo isiyo ya hofu ambapo inafungua mjadala kuhusu ufanisi mpya na uinjilishaji unaweza kuleta umuhimu wa maombi katika maeneo yenye changamoto kama vile ulevi na dawa za kulevya. Lakini tunapozungumzia athari eh, hasi ama hasa negative, ni zipi? Watu wa makanisa wanaweza kuona kama ni kukufuru na kushusha huiba mgawanyiko, huibua mgawanyiko. Je, yeah, ni sawa na kufanya ibada mahali pa pombe na muziki huonekana kama kuleta kiki kwenye mambo ya kidini. Wewe unalizungumzaje hili kwa upande wako? E, kutu, kwa hicho ambacho ameweza kukifanya padri Michael Atenga, shua komenti yako hapo chini yapa. Ni Blue House Dax Media subscribe.